taifa la mungu tumsifu yesu kristo karibuni katika dominika ya tatu ya pasaka na katika dominika hii ya tatu ya pasaka tutajaliana katika injili ya yohani sura 21 aya ya kwanza hadi ya 19 yesu anawatokea wanafunzi wake kando kando ya bahari ya tiberia baada ya kufuka kwake wanafunzi wamekuwa wakivua samaki usiku kucha bila mafanikio lakini Yesu anawaambia watupe nyavu zao ng'ambo ya mashua nao wanapata samaki wengi sana. Petro anamtambua Yesu na kuogelea hadi ufuoni uf, uf, uf, ili kukutana naye. Yesu anawatayarishia kiamsha kinywa cha samaki, na baada ya kiamsha kinywa, Yesu anamuuliza Petro mara tatu ikiwa anampenda. Kila mara Petro anajibu kwa uthibitisho. Yesu anampa utume wa kulisha kondoo wake akionyesha kuru, kurudishwa kwa Petro kwenye utume baada ya kumkana Yesu. Yesu pia anatabiri jinsi Petro atakapokufa akimtukuza Mungu. Katika masomo ya siku ya leo, mada inayozungumziwa siku ya leo ni udhihirisho wa nguvu ya kimungu na mwitukio waamini kwa nguvu hii tukisoma katika kitabu cha Matendo ya wa Mitume wanaonyesha ujasiri, mitume wanaonyesha ujasiri na furaha katika kutangaza Injili licha ya upinzani, wakionyesha kujitolea kwao kumtii Mungu kuliko wanadamu. Katika Zaburi ya 29 inatukuza juu ya ukuu wa Mungu na uwezo wake juu ya asili. Katika, inji, katika ufunuo katika e, somo la pili la ufunuo maono juu ya, ya mbingu yanafunuliwa ya na, yanafunuliwa katika ibada ya ulimwengu pote kwa Mungu na kumwona kondoo ikitambua adhama ya nguvu zao. Hatimaye katika Yohane, Yesu anajifunua katika njila ya Yohane, Yesu anajifunua mwenyewe kwa wanafunzi wake baada ya kufufuliwa kwake, akithibitisha tena madaraka ya Petro akiwa mchungaji na kutabiri kifo chake kwa wakati ujao. Kwa pamoja tukifanya hitimisho la masomo ya siku ya leo, masomo yanawalika mimi na wewe kutambua na kuitikia uwezo wa kimungu kwa ujasiri, ibada na kujitolea. Mimi nakualika katika Dominika hii ya tatu ya Pasaka Ikawa ni katika dominika kila mmoja kujitafakari, kila mmoja kuangalia wito wake, kama baba, kama mama, kama watawa wa kiume na wa kike, kila mmoja kujitafakari juu ya utumwa ambao tumeachiwa na Bwana.